Nikuanzia leo mtu anayetaka kupiga hatua sasa, lazima achukue hatua hiyo, kwamba uwe na malengo. Ukiishi kwa malengo, kuna mahali unaweza kujitathmini, kuna mahali unaweza kujua kwamba nikitoka nje ya mstari, na ukikosa malengo, maanake utakuwa umekosa dira. Bwana asifiwe. Uh, staji mtana jina nane Kiongozi mmoja wa kisiasa katika mazungumzo yake katika na katika ushawishi wake anataka taifa liwe na dira, liwe na mwelekeo, liwe na ajenda. Lakini sisi ajenda yetu kama wakristo inafahamika, tunataka nini na Mungu anataka nini kwetu. Ni lazima tuishi na kusimama katika makusudi ya Mungu. Bwana msikiwe, tukisimama kwenye makusudi. Nina uhakika ni kila jambo litakwenda sawasawa. Kila mmoja kwenye nafasi yake, anayeima aimbe sawasawa na makusudi ya Mungu, anayesimama kuhubiri ahubiri sawasawa na makusudi ya Mungu, anayeomba aombe sawasawa na makusudi ya Mungu. Kila mmoja kwenye nafasi yake akisimama kwenye nafasi yake akatumika sawasawa, tutafikisha ile kusudi ya Mungu anaotaka Bwana asifiwe. Wito wangu kwenu leo hii ni lazima kuwa na malengo. Lengo lako ni nini mchana wa leo. Lengo lako ni nini kuwepo mchana wa leo? Lengo lako ni nini mwaka huu? Lengo lako ni nini unapoenda miaka inakuja, malengo yako ni nini? Kwa sababu kila mmoja anayeingia kwenye siasa ana malengo, anayeingia kwenye ndoa ana malengo, anayependa kusoma ana malengo. Yani kila mmoja kwenye nafasi yake yako malengo aliyociendea. Tuyaishi yayo malengo, tukitaka kufanikiwa kusiendea baraka, ni lazima tuishi katika mpango wa Mungu, tuishi kwa malengo. Ile zaburi thelathini na mbili Musa anasema nitakufundisha yolea, uni, na kukuonyesha njia utakayoiendea, nikikushauri na jicho langu likikutazama. Amina, namwomba Mungu jicho lake likawatazama watoto wake kwa namna mnavyojitoa kumtumikia Mungu, akawatazame, akatazame huduma yenu, akatazame maisha yenu, akalitazame taifa letu akalitazame kanisa lake, akamtazame kila mmoja kwa nafasi yake, ili tuweze kulifikia kusudi la Mungu.